Kuendelea kwa kizazi ya wanadamu. Kwa nini kuathirika sisi na kwenda kinyume? Ni kwa sababu ya ghazwatuthakafiyu, kuna vita vya kithakafa leo kati ya Uislamu na umagharibi, secularism. Uislamu unapigwa vita kwa kila nyanja, na miongoni mwake ambao ndiyo ya hatari zaidi ni fikra za kithakafa. Kwani fikra hizi zinapinda mtazamo wetu, unapinda fikra zetu, zetu, na pia inapinda hisia zetu kwenda kinyume na maamrisho na makatazo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Twashuhudia leo Uislamu umefunga hisia zetu na sheria ya Mwenyezi Mungu, hatupendi ila imekubalika na sheria, hatuchukii ila imefunganishwa na sheria hatuhuzuniki ila imejifunga na sheria, hatufurahi ila imejifunga na sheria. Saada kwetu, furaha, huzuni, kupenda, kuchukia, inafunganishwa na sheria. Hizi hisia hatuzipeleki kwa hawaya nafsi zetu, bali Mtume alayhi salatu wassalam amesema utafufuliwa na yule unayefanya nini, unayempenda. So tuchunge tunayempenda, tusikuwe ni wenye kulia kwa huzuni, sio tuhusu Twalia kiasi ya kwamba tunadhania baba yako aliofariki. Funga hisia yako na sheria ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Ahsasi zetu hazikwendi kinyume na mipaka ya Mwenyezi Mungu, hatuzunuki kinyume na sheria wala hatufurahi kinyume na sheria, ikiwemo hisia kati ya hawa wawili mwanamume na mwanamke kwa sifa yao kama mwanamke na kama mwanamume twazungumzia sifa hizi mbili, mtazamo wa Kiislamu kinyume na mtazamo wa Kimagharibi ambao umejenga usawa kati ya mwanamume na mwanamke. Takatuelewe hapa, Wamagharibi walivyosema kuna usawa kati ya mwanamume na mwanamke, nikana kwamba kuna mapambano kati ya mwanamume na mwanamke. Kwa hivyo kuna asirau, yani mvutano, kuna friction kati ya mwanamume na mwanamke. Kwa hivyo ili kuondoa na kusimamisha uadilifu ni pale kuweka usawa kati ya mwanamume na mwanamke, gender balance wanavyoita hao, ama equality. Jambo hili lina khalifu Uislamu na mafahimu za Kiislamu. Mtazamo wa Uislamu juu ya mwanamume na mwanamke, ni alaka baina ya hawa wawili haukujengwa juu ya shahwa Uislamu hauangalii shahwa kabisa, kama ndiye mahusiano kati ya mwanamume na mwanamke, kinyume na hu mfumo wa kirasilimali ambao wanasema huria tu shaksia personal freedom. Basi watu wakaona mahusiano ya mwanamume na mwanamke yamejengwa juu ya shahwa, kustarehe. Kukutana kwa hawa wawili ni kupatikane starehe peke yake, na ukafunganisha lengo kuu ya kukutana kwa hawa wawili ni kupatikane starehe kinyume na Uislamu. Uislamu ukuona kinyume yake ni kuwa, yaani kukutana kwa hawa wawili ni kuendelea kwa kizazi na kila moja kubeba jukumu lake katika kuendeleza ile kizazi. Lakini Uislamu ukawaona mwanamume na mwanamke kasifa yao kama wanadamu kama viumbe yake Allah subhanahu wa ta'ala, wanadamu walioumbwa na Mwenyezi Mungu wako sawa kama wanadamu, na hitabu nyingi zimgu kwa Qur'ani, Mwenyezi Mungu akiwahutubia watu kwa ujumla wao hakutofautisha mwanamume na mwanamke, bali hata katika amri zake akisema aqimu swala wa atu zaka hakutofautisha mwanamume na mwanamke, akiamrisha atakwa hakutofautisha mwanamume na mwanamke akatuweka sote sawa kwa amrisho haya, lakini ikaja baadhi za amri ikavua ikafanya tahsis, ikafanya amri hii ni ya mwanamke kwa sifa yake kama mwanamke, na ikavua hukumu ikasema hii ni ya mwanamume kama masala ya kusimamia, masala ya kawama, kusimamia mwanamke na familia, ukavua ukamwachia mwanamume kwa sifa yake kama mwanamume. Masala ya hedhi ikamfunga mwanamke masala ya khimari na jilbabu ikamfunga mwanamke, masala ya fiqhi ya kunyonyesha ikamfunga mwanamke. Zikaja hukumu tahsis, ikatofautisha kati ya maumbile hizi mbili, na pahali pengine ikawaweka sawa kama wanadamu. Uweza wetu wa kufikiria, akili, sote tuko sawa. Aya Qur'ani ikisema angalieni, kutofautika kwa usiku na mchana ni katika hoja ya kuwepo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama mumba hakutofautisha uwezo huu wa kufikiria ya mwanamume peke yake ama mwanamke peke yake, bali sote wanadamu. Kuwepo kwa Mwenyezi Mungu na kufikiria kuwepo kwake ni uwezo ambao apatikana kwa sote kama wanadamu. Kwa mtazamo huu, Uislamu ukaweka mahala ya maumbile ya kama wanadamu tuko sawa, kighariza kihisia tuko sawa. Kila mmoja wetu anaghariza kutaka kuhifadhi maisha, kila mmoja anapenda kumiliki mazuri si mwanamume si mwanamke, na kila mmoja aendea mbio katika kuhifadhi maisha. Tuna ghariza kutaka kuendeleza kizazi, kila mmoja anatamani kuwa baba, huyu anatamani kuwa mama, hii yapatikana kwetu sote. Lakini hizi hisia na hizi gharaiz zikiachiliwa pasina nidhamu, zikapewa fikra ya huria kama katika demokrasia basi tunaona faudha katika mujtama na mgongano katika jamii kiasi ya kwamba hatuelewi watoto wanaozaliwa wanaitwa street children, watoto machokora, kana kwamba barabara inazaa, ndo wakaitwa street children. Enyi Waislamu, tunaona leo abortion, tunaona leo kuvuka mipaka ya kaumu Luti na kadhalika, yote kukosekana nidhamu ijtimai sahihi ambayo yanafikiana na maumbile ya mwanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa Suratu Abasa yatuambia, kutila linsanu ma akfara. Mwenyezi Mungu akitoa onyo kwa wanadamu kwa ujumla wao. Hapa aya hii kitabu hii haikuwa kutofautisha mwanamume na mwanamke bali kwa wote wawili, min ayi shay'in khalaqahu Mwenyezi Mungu amemuumba kutoka mana na nini? Mwanadamu au ni mwanamume ama mwanamke, hakuna tofauti hapa. Hii ni kitabu kwa wote, na aya katika mifano haya chungu nzima kwenye Qurani ya ayuhan nas, Mwenyezi Mungu akizungumzia watu akiwahutubia watu kwa ujumla wao wanaume na wanawake kwa sifa yao. Ayati kama hizi na mifano yake inatuweka sote kwa sifa ya umbile ya kibinadamu, tuko sawa mwanamume na mwanamke lakini Qur'ani na sheria za Mwenyezi Mungu zikenda zaidi kuweza kutofautisha kwa sifa yao mwanamume na mwanamke. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, Mwenyezi Mungu yuajisifu kwamba kutokana na nafsi zetu katujalia wake ngalia aya inavyoeleza hapa, haikusema akatujalia wanawake. Mahusiano uliojengwa kati ya mwanamume na mwanamke ni mahusiano ya ndoa ya kati ya mume na mke, ndio mahusiano yanayotambulika kisheria. Kinyume na haya ni haramu, wala hakuna nafasi ya ijtihadi ndani yake. Hakuna mahusiano nyingine nchini Kenya ikiwa ile kama ni stay leo zimetolewa sheria, ana haki paka kurithi mali yako. Ndio twashuhudia Supreme Court kutoa nafasi kwa mwanaharamu kuweza kurithi mali ya babake, kwa sababu hizi nidhamu haikujenga mahusiano ya mwanamume na mwanamke kwa msingi ya ndoa, wala haioni tofauti ya ndoa na isiyokuwa ndoa ikayeka yote ni sawa. wajala min azwajikum banina wa hafada, lengo hapa ya kukutana hao wawili ni kupatikane kizazi, kupatikane watoto, kupatikane continuity ya human race, kuendelea kwa wanadamu. Ghariza hii ya kuendeleza kizazi haiwezi kupewa free ticket ama open check. Mwanadamu akiwachiwa hivyo tunashuhudia hayo, tunashuhudia leo. Uislamu ukapanga nidhamu kamili kati ya mwanamke na mwanamume, ukaondoa free mixing ya mwanamume na mwanamke katika maisha jumla ya mujtama. Uislamu ukaweka maisha aina mbili, ukaweka maisha khas na maisha am. Maisha khas ni maisha ndani ya nyumba ya mtu, na maisha am ni katika mujtama, mzunguko nje ya nyumba. Maisha kati ya mwanamume na mwanamke itapelekwa vipi? Ndipo sasa tunaangalia Mtume alayhi salatu wassalam anasema, ukibisha mara tatu nyumba ya mtu usipojibiwa fanya nini? Ondoka, usitafute udhur hata kama wajua ule unayemtaka yuko ndani. Ukibisha mara tatu hakuna jawabu, unaenda Usitafute udhur. Bwana, mbona anifungulie? Hakufungulii, si kwako. Ana khiari kukaribisha, ana khiari kuta kukaribisha. Ile ni maisha khas, ni private life. Si lazima kila moja arusiwe kuingia pale, na ukiingia kuna adabu yake, macho yako weka chini, sio wewe kila sehemu wapiga macho. Ile ni maisha private ya watu na maisha khas kando yake, maisha amu, public life itapelekwa vipi? Uislamu hukataa mixing, free mixing ya wanaume na wanawake, ila kwa hali ambayo sheria imeruhusu ikiwemo katika haji, ikiwemo katika biashara, ikiwemo katika masala ya tiba, matibabu, lakini dharura zingine zote ambao ni kinyume na sheria, wanazita dharura wao, haifai. For example watu who express ile freedom yako ya uhuru ya, ya kibinafsi huria tu shaksia, personal freedom, eti mwa chat mwanamume na mwanamke kwa simu zenu just to express your freedom, ama watoto katika wavilana na vijana wa, wa, wa, wanafunzi katika mashule wa kiume na wa kike, basi tu wakutane, tuwakutane, they discuss, wanatoka, ni haram. Hakuna dharura wewe kuzungumza na mwanamke na binti yoyote katika skuli ama university second whatever la, institution uko ndani, ni haramu, ikiwa hakuna dharura ya kuzungumza naye. Hamzungumze masala ya tiba, masala ya elimu, masala ya biashara labda, ama muko katika haji. Hakuna dharura yoyote wewe kuzungumza na mwanamke, mlango wa sheria umefungwa. Uislamu ukaharamisha khalwa kuwa na mwanamke katika mwanamke ajnabi katika mahala ya, ya faragha. Mtume alaihi salatu wassalam anatuambia kati hawa wawili watatu wanakuwa ni nani? Ni shetani. Uislamu ukapanga nidhamu kupeleka mahusiano ya hawa wawili kwa sifa zao, pindi wanakutana kama mwanamke na mwanamume, kwani wakiachiliwa watavuka mipaka ya Mwenyezi Mungu, na natija yake itakuwa ni ovu katika mujtama kama tunavyoshuhudia leo. Uislamu kaharamisha free mixing, bali tunafuata hududi ya Mwenyezi Mungu alivyoichora ile ramani ya nidhamu ijtimai. Hakuna usuhuba wa wote kati ya mwanamume na mwanamke ambao ni usuhuba kinyume na ndoa. Hakuna, huwezi kusema huyu ni girlfriend wangu, huyu ni boyfriend wangu. Hakuna katika Uislamu istilahi kama hizi katika mahusiano kati ya mwanamume na mwanamke. Hakuna, walwezi kusema huyu ni mpenzi wangu, sijui huyu ni nani wangu, hakuna. Ima ni mume wangu, ni mke wangu, hakuna nyingine, na chochote kile kitachokufikisha wewe kwa girlfriend na girlfriend ni haramu. Hata kama tu ni kuzungumza haifai, ni haramu. Uislamu unapinga musawa, yaani kuweka sawa kati hao, hakuna musawa. hakuna uadilifu ambao wanaweza kusema kwa kuweka hawa wawili pamoja, ndio uadilifu. Si uadilifu. Uadilifu ni kila mmoja apewe dauri yake, acheze, abebe majukumu yake, kupatikane muhasaba. Ukiwaweka sawa, hakuna muhasaba. Mwanamume ataruka atasema, ah, na yeye pia anafaa abebe ile jukumu kwa sababu tuko gender balance, gender equality. Hakuna muhasaba tena. Nani atabeba jukumu na muhasaba itakuwa vipi? Itakuwa ni vigumu. Kesho, kesho kutwa, katika mahakama ya kadhi, ukienda kushtaki, ukasema we mume ndo wakumlisha, mume anaweza kataa, nidhamu haikubali kuna usawa kati yetu na yeye pia anafajilishe. Itakuja itakuwa ni ugomvi, italeta mfarikiano na friction kati ya mahusiano ya hawa wawili, kwa sababu hakuna accountability katika haya mahusiano wai kwa sababu mnafikiria kwa kuweka pamoja ndio uadilifu, kuweka sawa katika mizani kati ya mwanamume na mwanamke, kitu ambacho Uislamu unakataa. Uislamu unakubali takamulu, yani complementing, complementing yani, yani kuweka pamoja, mmoja anamkamilisha mwenzake, yani inakuwa ni a hand into a glove hakuna friction kati yao, bali kuna accountability muhasaba, pindi wanakuwa ni wenye kuhusiana katika maisha ya ndoa. Dauri yake, wewe hukumnyonyesha mtoto, unahesabiwa kwa kuto kumnyonyesha mtoto. Kwa nini? alikuwa kwa harusi ukamwacha mtoto na njaa, atahesabiwa mama. Jukumu lake kumnyonyesha mtoto. Sina maziwa. Kwa nini huna maziwa? Sikulishwa vizuri. Jukumu la kumlisha vizuri ni nani? ni mume. Muhasaba unapatikana accountability katika mahusiano anapatikana yule anayezembea kwa dauri yake, atajulikana ni nani. Lakini kama kuna equality, ndio tunaangalia leo biashara ya maziwa ya watoto ya mikebe, nani inafadhilishwa juu ya mwanamke kumnyonyesha mtoto wake. Maisha imekuwa ni vurugu mechi. Alqiwama, masala ya usimamizi ni ya baba. Na masala ya malezi ni ya mama. Custodianship. Guardianship ni ya baba. Custodianship ni ya mama. Haki ya malezi ni haki ya mama. Analea mwanawe mpaka anafika umri wa kuwa ni mumayiz. Anajua bichi na bivu, anajua chungu na tamu, yuaweza kujipeleka mwenyewe haja za choo, akajiogesha akaingia choo akakidhi mahitaji yake bila mtu kumsimamia. Umri hiyo sasa, lau watakuwa ni wenye kuachana wazazi hawa wawili, mtoto yapewa khiari kuchagua kati ya baba na mama, lakini haki ya kulea kabla hiyo umri ni ya mama. Mtoto akizaliwa ni dhaifu, hawezi kujiangalia asiposimamiwa, atakufa. Jukumu hili ni la mama, na ikiwa mama kwa sababu moja ama nyingine za kisheria, mfano labda mfanya ugonjwa wa wazimu, ama labda mpata maradhi ya hatari, hawezi kumwangalia mwanawe, riamrudia mama yake mwenye sifa ya mama kama yeye. Ndio mnapokwenda kuoa mwangalieni, sio mke pekee, mwangalieni na mamake kwa sababu hii hierarkia ya malezi ni haki ambayo umewekwa katika sheria, lazima ifuatwe. Ndugu watukufu, Waislamu, nidhamu ya ijtimai filislam imepanga kamili ile map ya maisha ya mwanamume na mwanamke katika mujtama, kiasi ya kwamba haileti mgongano, hauleti bugdha na chuki kati ya watu hauleti utesi wa aina yoyote, kwa sababu kutana kwa hawa watu wawili si kustahiresha tu hisia zao, bali kunapatikana mengi ndani yake. Kunapatikana wajomba, kunapatikana maami, kunapatikana mashangazi, kunapatikana masala ya mirathi, kunapatikana masala ya nasaba, masala ya silatur rahmi. Kuna mengi inakuja katika kutana hawa watu wawili, lazima ipangiwe, sio jambo la kubahatisha tu wewe unapeleka hisia zako na shahwa zako nadhani kuyashibisha tu kuna makubwa hapa ambayo inafaa yapangiwe na lazima sote, hasa vijana nyinyi ambao mwapele mstakbali yenu ya kuingilia katika maisha ya ndoa inakaribia, muyajue hii nidhamu. Vipi mtaipeleka vipi maisha yenu katika maisha ya ndoa? Ujue dori yako na haki zako, ujue dori ya mkeo na haki zake na haki za watoto wenu. Hii ni muhimu sana kwetu Waislamu. Tusifanye jambo ambayo ni kwa kubahatisha tu kumechorwa kitabu kizima nidhamu lislam, nidhamu ijtimai fi lislam. Mwenye haja achukue kopi, ziko free, uweza kuchukua soft copy, yani ukasoma uweze kuelewa vizuri jukumu lako kama mwanamume na jukumu lako kama mwanamke katika mujtama. Uislamu umepanga nidhamu ya familia, ukapanga nidhamu ya ndoa. nani